Hapa kwa ajili ya kumsherekea mwanamke. Dunia inatambua, Afrika inatambua, Tanzania inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mama yetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatambua, na ndio maana kuna bashasha kubwa katika kanda hii yetu ya kaskazini, na sisi kwa kuitamini siku hii muhimu au siku ya leo tuko hapa. Na makofi, wakati wanakuja tunawapigia. Eh, ama wanawake wa nguvu wa baadaye, wakina mama wa baadaye, hao. Siku ya leo ni siku ya pekee sana, mwambie mwenzako, siku ya leo ni siku ya pekee sana. Hivyo akina mama mlioko hapa, mmeona siku ya leo ni ya pekee sana eh? Tusifikiri tunamtafuta sijui Zuchu, tunamtafuta ha, nani anaitwa Hamisa, tunaona wao ndio powerful. Sisi pia tuko very powerful. Na ndio maana ninasema kwamba kila aliyekuja hapa yuko si ndio, eh? na ni siku yetu ya pekee sana. Tumefika mahali hapa kumsherekea mwanamke, hatumsherekee mtu mwingine, tunamsherekea nani? Mwanamke. Lakini pia shirika letu la Voice of Empowered Women Foundation limekuwa na jadi ya kuthamini juhudi za wanawake katika jamii zao. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake na wasichana elfu mbili na ishirini na tano tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Katika kuimarisha haki, usawa ni muhimu kutambua kuwa wanawake na wasichana wajengewe uwezo. Kwa mwanamke wa shoka, jifunze haya mawili: fanya kitu au sema neno, fanya kitu au sema sasa wale wanaamini tuko chini ya neema unajua, kazi yetu ni kufanya nini? Sema okay ok, oui. Mama yetu mama Samia, ukitaka kum, kumtembelea, hiyo appointment inaweza kasubiri labda miezi nane ndio utapata. Uongo kweli? Mheshimiwa, nisaidia, uongo kweli? Kwa nini? muda sio muda, hana. Sasa hii hapa si masaa ishirini na nne? Utasemaje muda hana hajaamua huo muda atumie, pamoja na hayo ni mamlaka. Unatumiaje muda wa misiri nyingine? Sasa kama shosi anakuja bwana, unafanya nini? anipo tu ah ah, ameuza muda. Piga makofi basi kama umeelewa. Nataka kuwa mwanamke, washoka, linda muda wako.